Na tukiachana na hayo maandamano ya kesho ni kwamba familia moja katika eneo la Kitengela jioni hii inamtafuta mwana wao, mwana blogu Ndiangui Kinyagia aliyotoweka baada ya maafisa wa upelelezi kudaiwa kumchukua nyumbani kwake siku ya Jumamosi. Kwenye tukio hilo, maafisa hao wanaripotiwa kuchukua vipakatalishi, simu na pasipoti zake. Familia inasema Kinyagia alikuwa akiishi kwa hofu baada ya kushuku kuna watu wanaomfuata kufuatia taarifa alizochapisha kwenye mtandao wa X kama anavyoeleza mwanahabari wetu Gatete Njoroge. msiniulie mtoto tafadhali, okay. Ndiyo masaibu ya Magret Wamaidha. Kwa siku nne sasa hajapata lepe la usingizi, mwanawe mwanablogu Ndiangui Kinyagia hajui aliko. Ilianza na mama kuhisi hali ya hatari Jumamosi asubuhi. Uoga wake ulimfanya kumtafuta tena saa saba, na ni hapo simu yake alipata imezimwa. Moyo ulisononeka ila alisubiri hadi Jumapili asubuhi alipomtuma dadake kumwangalia, taarifa za kutoweka kwake zikianza kufika, na Jumatatu wakaelekea alikokuwa akiishi eneo la Kinoo. Hapa ndipo walipata taarifa kamili.

And, uh, they took his personal effects. Familia inasema juhudi za kumtafuta zimeambulia patupu licha ya kupiga ripoti kituo cha polisi cha Kinoo. Kinyagia anadaiwa kujipata mashakani baada ya kuchapisha kile alichodai ni ratiba ya siku ya maandamano hapo kesho, akidai huenda waandamanaji wakafika Ikulu. Licha ya ahadi ya mara kwa mara kutoka kwa Rais William Ruto kukomesha visa vya utekaji nyara, familia hii ni ya hivi punde kuathirika. Sasa wakimtaka kutimiza ahadi yake. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen Kitengela.